Wakuu wa nchi kutoka Mauritania, Komoro na Gabon wameungana na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye katika maadhimisho hayo. Wote wameweka mashada ya maua kwenye eneo la mauaji katika kambi ya zamani ya kijeshi ya Tiaroe nje kidogo ya Dakar, yaliyotia doa uhusiano kati ya Senegal na Ufaransa. Wanajeshi takriban 1600 kutoka Afrika Magharibi ambao walitekwa na Ujerumani wakati wakipigana upande wa Ufaransa walirejeshwa Dakar mwezi Novemba mwaka 1944. Baada ya kuwasili katika kambi ya jeshi ya Thiaroye, madai ya kutoridhika malipo na kutendewa sawa na askari wa kizungu yameongezeka. Akizungumza katika maadhimisho ya mwaka huu, Faye ametangaza kuwatambua kama mashujaa waliojitolea na kuwawa katika vita hivyo. Leo hii tunaendelea kuheshimu kujitoa kwao mhanga na kuthibitisha mapambano yao ya haki au utu hayatafifia katika kumbukumbu kumbu zetu za pamoja. Ingawa mauaji yalifanyika hapa katika ardhi ya Senegal, damu iliyomwagika ilikuwa ya Afrika. Katika hatua nyingine, amesema Senegal imejitolea kuimarisha nafasi ya historia ya mauaji ya Tiaroe katika mitaala ya shule. Mamlaka ya Ufaransa wakati huo ilisema vikosi vyake vilifyatua risasi Desemba mosi na kuua watu 35. Wanahistoria wanasema idadi halisi ya waliofariki inaweza kufikia 400 kwa kuwa baadhi ya makaburi ya waathiriwa bado hayajafichuliwa. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa Senegal, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametuma barua kwa Faye wiki hii akiita tukio hilo kuwa mauaji. Shaaban Maulidi <tukataata>